Kwingineko, gavana wa kaunti ya Nandi, Stephen Sang, amesema kuwa ushirikiano unaoendelea kuimarika kati ya vyama vya UDA na ODM utaendelea hata baada ya kifo cha kinara wa chama cha ODM, Raila Amolo Odinga. Akizungumza katika hafla ya mashujaa iliyofanyika mjini Kapsabet, Gavana Sang alisema kuwa hakuna sababu ya wananchi au viongozi kuwa na wasiwasi kuhusu muungano huo wa kisiasa, akisisitiza kuwa Rais William Ruto mwenyewe aliwahi kuwa mwanachama wa ODM. Kauli hii imetolewa huku kukiwa na mijadala mikali katika ulingo wa kisiasa kuhusu ushirikiano wa hivi majuzi kati ya viongozi wa UDA na ODM ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakionekana kama wapinzani wakuu wa kisiasa. Na mimi nataka kuambia hii watu wetu wa Nyanza wanatupenda sana, na hawa watu wanapenda rais, na hii maneno ya tutam, tunasema wao wako tutam zaidi. Wao wanashukuru hii urafiki ambaye tumejenga urafiki ya watu wa Rift Valley na watu wa Nyanza. Mimi sina shaka hii election inakuja, hii sisi na jamii hii ya Nyanza tutapigia rais Two terms. Ili rais aendelee kufanya hii kazi mzuri ambayo amefanya katika Kenya yetu. Kwa hivyo nyinyi, mkipata mkitembea hapa na mupate mtu kutoka Nyanza, nunulie yeye chai na uambie hawa, asante sana.